Serikali yetu ya awamu ya sita imekuwa ikiweka mikakati ya kumkomboa mwananchi kwa kuzitumia fursa zinazomzunguka mahali alipo. Hivyo ni wahakikishie kwamba juhudi zenu zitaungwa mkono na serikali ya awamu ya sita inaongozwa kwa umahiri mkubwa na rais wetu mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais mwanamke Raisi rahisinye wana wanawake wengine mpigi makofi basi, wanaume pigeni hadi yeah! Mwishoni mwmwezi Machi elfu mbili ishirini na tano, benki yetu ya CRDB ilikuwa imetoa jumla ya mikopo hii ni mikopo yote soko imbeju tu mikopo yote ya benki ilikuwa trilioni kumi na moja trilioni moja ni sawa na bilioni elfu moja na bilioni moja ni sawa na milioni elfu moja Kwa hiyo mikopo ya benki ya CRDB ambayo tumekwisha kutoa kwa wateja mbalimbali mbali, ni trilioni kumi na moja. Hizo ndio wale wakubwa kubwakubwa. Sasa ndio maana benki ikasema kupitia kwenye foundation kwamba tuende sasa kwa wazazi wetu kwenye mzizi, kwenye chimbuko, kwenye mzizi wa mti Ndiyo, ndiyo sababu ya kuwa na hii programu inayoendelea know. Kwanza kama unavyofahamu kwamba tafiti mbalimbali zilizofanyika zinaonyesha kwamba kuna kundi kubwa la Watanzania ambalo bado walitumia huduma za kibenki rasmi. Kwa hiyo as, e, mafunzo ya leo kwanza yanataka kuwapa uelewa wanawake na vijana kuhusu huduma rasmi za kibenki lakini, mbili, umuhimu wa wao kutunza uh, uh, fedha zao kwenye mabenki, lakini pia namna bora wanavyoweza kupata mikopo lakini pia wanapata elimu kwa sababu kukopa ni jambo moja, lakini la pili kubwa muhimu sana ni namna ya kutumia ule mkopo ili uweze kurudisha. Kwao, mafunzo haya yanalenga kuwapa wananchi wetu au wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro elimu ya namna ya kutunza fedha zao na kuzilipa mikopo niliyohitaja milioni 225 mpaka sasa mikopo yote, yote inarudishwa vizuri na, na, na, tuna na chachu pekee inayosaidia jambo hili ni elimu pamoja na tabia njema. Tabia njema ndo msingi unaomwezesha mwanachama aliyo kwenye kikundi aweze kupata mitaji hii. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza kwamba urejeshaji mzuri ambao tume experience kwa kipindi kirefu utatusaidia sana kufikia, na ndio maana tukafanya elimu ya fedha. Hiyo ni kuwajenga wajue kile wanachokichukua wanatarajiwa kurejesha ili wenzao waweze kupata mitaji hii. Kweli kipindi cha kwanza, kipindi kabla sijaanza vikundi, nilikuwa nafanya biashara bila elimu kwanza. Moja, hata kama nikifanya biashara sielewi kuwa nafanya nini. Lakini tangu nimeingia kwenye vikundi na nikaungana na benki ya CRDB na tukachukua mkopo, kipindi cha kwanza tukafanya kafanya biashara, na ikaona kuwa sehemu ina, ina, iliokuwepo mwanzo siyo niliyokuwepo sasa. Sasa nimesogea na nimekuwa mwingine tofauti na mwanzo, na nimetambua nini nilichokuwa napoteza. Kwa sasa hivi tunaendelea vizuri kwa kweli. Tulikuwa tuko katika hali ya chini sana, kina mama tulikuwa, kwanza kabisa, tulikuwa tulikuwa hatutambui na tulikuwa hatujui jinsi ya kuendesha biashara yetu au jinsi ya kuendesha biashara, lakini tu tumeweza kuwa na CRDB kupata maelekezo na mafunzo na wakaweza kutuwezesha kibiashara. Sasa hivi tunaendelea vizuri. Niwaagize CRDB kwamba semina hizi sasa mwende mkazifanye wilaya kwa wilaya. Hawa walioko umundani hawa wote wanatoka manispaa, si simona wakati wanatambulishwa nimeambiwa hai na sia bado wanakuja, wako nje, kwa hiyo hawatafaidika na maneno mazuri ya CRDB.